Unajua, mtu anayejionyesha na pesa nyingi, kuna uwezekano mkubwa hana hata milioni moja. Leo nitakuonyesha kwa nini matajiri wa kweli hawaonekani. Leo hapa Sauti ya Kurasa, tunaanza kitabu kingine kiitwacho The Millionaire Next Door. Karibu. Kitabu The Millionaire Next Door kinaanza kwa kuvunja imani ambayo watu wengi wanayo kuhusu utajiri. Waandishi Thomas J. Stanley na William D. Danko walifanya utafiti wa miaka mingi wakiwahoji na kuchunguza mamilionea wa kweli nchini Marekani. Hawakutegemea hadithi za magazeti au watu mashuhuri. Walitafuta watu ambao utajiri wao unatokana na mali walizo nazo networth, si kipato kikubwa tu. Waligundua kitu cha kushangaza: watu wengi wanaoonekana matajiri, wanaoishi kwenye nyumba kubwa, wanaoendesha magari ya kifahali, wanavaa nguo za bei ghali, si matajiri kweli. Mara nyingi wana madeni makubwa, mikopo ya magari, mikopo ya nyumba, na presha ya kuendelea kuonekana wako juu. Wakati huo huo, watu wengi wenye mamilioni ya pesa hawajitambulishi kabisa kama matajiri. Wanaishi mitaa ya kawaida, wanavaa kawaida, wanapenda faragha na hawapendi attention. hawa ndiyo Millionaires next door. Mamilionea wanaoishi mlangoni mwako, jirani yako, au mtu unayekutana naye sokoni bila kujua kabisa ana mali kiasi gani. Utajiri ni kitu unachojenga kimya kimya, si kitu cha kuonyesha. Waandishi wanaonya mapema kuwa hiki si kitabu cha ndoto za haraka, hakikuahidi pata pesa kwa siku thelathini. Badala yake, kinaonyesha tabia, maamuzi na mtindo wa maisha unaojenga utajiri halisi kwa muda mrefu. Sura ya kwanza, Meet the Millionaires Next Door kukutana na matajiri usiodhani. Waandishi wanaanza kwa kuelezea tukio la kushangaza. Walipokwenda kwenye maeneo ya kifahari kabisa, wakitarajia kukutana na mamilionea wengi, walikuta wengi wa wakazi hao hawakuwa matajiri kwa kipimo cha mali halisi. Walikuwa na kipato kikubwa ndio, lakini pia walikuwa na matumizi makubwa kupita kiasi. Kisha walipofanya utafiti kwenye vitongoji vya kawaida kabisa, nyumba zisizo na makeke, magari ya kawaida barabarani, ndipo walipokutana na watu wenye net worth ya mamilioni ya dola. Mfano mmoja unaovutia sana ni wa mfanyabiashara aliyekuwa anaonekana kama mtu wa kawaida kabisa. Aliishi kwenye nyumba ya muda mrefu aliyoinunua miaka mingi iliyopita, aliendesha gari la zamani na alivaa mavazi yasiyovutia. Hakukuwa na dalili yoyote ya nje ya kuonyesha alikuwa na mamilioni ya pesa, lakini alipofanyiwa tathmini ya mali zake ilibainika alikuwa na utajiri mkubwa uliotokana na biashara aliyojenga taratibu, uwekezaji na nidhamu kali ya matumizi. Hapa ndipo waandishi wanaanzisha dhana muhimu sana, wanaoita UAW, under accumulators of wealth, na PAW, prodigious accumulators of wealth. Katika kitabu cha The Millionaire Next Door, waandishi Stanley na Danko wanatofautisha aina mbili za watu kulingana na jinsi wanavyokusanya mali. Aina ya kwanza, UAW, Under Accumulators of Wealth. Hawa ni watu wanaoonekana wana kipato kikubwa au wastani, lakini hawana mali nyingi hii ni kwa sababu wanatumia pesa nyingi kuishi maisha ya anasa, magari ya kifahari, nyumba kubwa, au mavazi ya gharama kubwa. Kwa nje wanaonekana matajiri, lakini kweli hawana akiba au uwekezaji wa kudumu. Aina ya pili, PAW, Prodigious Accumulators of Wealth. Hawa ni watu wanaoishi chini ya uwezo wao, wanadhibiti matumizi yao na kuwekeza kwa bidii. Hawana presha ya kuonyesha mafanikio kwa wengine, lakini kwa muda wanajikusanyia mali kubwa. Sura hii inaelezea pia kwa nini jamii mara nyingi inaheshimu sura kuliko ukweli. Tunawapa heshima watu wanaoendesha magari ya kifahari au wanaoishi kwenye nyumba kubwa bila kujiuliza, je, mali wanazomiliki ni zao au za benki? Waandishi wanaeleza kuwa matajiri wa kweli hawana presha ya kuthibitisha chochote kwa mtu yoyote. Hawahitaji kuthibitisha mafanikio yao kwa vitu vya nje. Wanajua thamani yao iko kwenye kile walichojenga, si kile wanachoonyesha. Mfano mwingine wa kuvutia ni kuhusu madaktari na wanasheria. Walikuwa na kipato kikubwa sana, lakini walishindwa kujenga utajiri mkubwa kwa sababu ya mtindo wa maisha. Walipoanza kazi, waliinua kiwango cha maisha haraka sana. Nyumba kubwa, magari mapya, shule ghali kiasi kwamba kipato chao kikubwa kilimalizika kwenye matumizi. Kwa nje, walionekana matajiri, lakini kwa ndani, walikuwa wanafanya kazi kuhudumia mtindo wao wa maisha, si kujenga mali. Kwa upande mwingine, matajiri wengi waliokuwa wahunzi, wafanyabiashara wadogo, wakulima au wamiliki wa biashara zisizo na makeke, walikuwa na mali nyingi kwa sababu hawakuongeza matumizi yao kila kipato kilipopanda. Sura hii inakufundisha somo moja zito sana. Usijidanganye kwa macho. Utajiri hauishi kwenye maonyesho, unaishi kwenye maamuzi. Je, Unajua kuwa unaweza kuwa na mshahara mkubwa lakini bado ukawa maskini kulingana na vigezo vya kitabu cha The Millionaire Next Door? Waandishi wa kitabu hiki wameweka formula moja rahisi sana ya kukusaidia kujua kama wewe ni shujaa wa kutengeneza utajiri PAW, au ni bingwa wa kutumia pesa UAW. Hesabu yake ni hii: chukua umri wako, zidisha kwa kipato chako cha mwaka mmoja kabla ya kodi kisha jibu utakalopata ligawanye kwa kumi. Kama thamani ya mali ulizonazo kwa sasa, yaani kile unachomiliki ukitoa madeni, ni mara mbili ya jibu hilo, basi wewe ni milionea wa kweli anayekuja. Lakini kama mali zako ni nusu ya jibu hilo, basi unatumia pesa nyingi kuliko unavyopaswa. Nimeiweka fomula hii hapo chini kwenye description. Nenda kaifanye sasa hivi, kisha rudi hapa kwenye comments niambie. Je, wewe ni PAW au UAW? Usiogope. Huu ni mwanzo wa safari yako ya kifedha. Mwisho wa sura hii unatakiwa kubadilisha kabisa namna unavyowaangalia watu. Unaacha kuuliza nani anaonekana ana pesa na unaanza kuuliza nani ana tabia za kujenga mali. Subscribe Kurasa huu kama unataka elimu ya pesa inayojenga maisha, si anasa za macho.